Nimesikia fisi inalia nje. Sasa nikatoka, na nilipotoka nikakuta fisi, iliponiona ikakimbia. Sasa nikaanza kuifuguza, kumbe mbele yake kuna fisi wengi, nikaamua kurudi. Nilipo rudi nyumbani kuangalia kuku kwenye kondoo, nikakuta zote zimekufa, zimeonekana kondoo ishirini na moja, tisa hazionekani. Ile tukio kwa kweli sio la kawaida. Kwanza hata mimi sijawahi hata kuona kwamba yani fisi aingie kwenye zizi la, la, la, la, la kondoo halafu auawe kondoo wote wale kondoo salasini. Sijawahi mimi, najua tu nani, fisi wa kawaida huwa anaingia kwenye zizi anatoata kondoo mmoja anapeleka. Niombe tu serikali ili kusudi hili swala jamani litusaidie. Kwa kipindi hiki fisi ni wengi, serikali tusaidie, labda ifanye pengine msako wa kuwasaka hawa fisi waweze kupungua kwenye maeneo yetu, nasi tuwe na, na uhakika na mifugo yetu. Tunaomba serikali tuangalie kwa macho mawili kwenye hili janga. Kama kuna maafisa a wa wanyamapori basi tushirikiane nao kwa weledi ili tuweze kuondokana na hii aza, lazima tufanye operation kali. Kama wapo fisi ambao wanafugwa na watu, ni watahadharishe hao fisi, muwasalimishe mapema au muwabadilishe kwa namna mnayojua, wasiwe fisi kabla mimi sijaingia kuwatafuta hao fisi. Tungependa kuona tunaishi kwa amani. Mkisha anza hivi haya mambo haya, iwe ni fisi wa binadamu ambaye anafugwa na binadamu au ni fisi wa kawaida tukisha anza kwenye mifugo namna hii, tukitoka hapo tunarudi tena kule kule kwenye kushambulia watoto. Hilo halitatokea mimi nikiwa hapa eh. Maana kipindi hiki cha uchaguzi hiki, tunapoelekea kwenye uchaguzi, haya mambo haya kwenye ukanda huu ndio huwa yanaanzaga kujitokeza namna hii, tunaanza kidogo kidogo He, kama nilivyosema, tutaanza kwenye kondoo, tutaingia kwenye mbuzi, baada ya hapo kwa watoto ha -ha. Ha -ha. Uchaguzi huu naomba niwahakikishie utafanyika kwa amani na utulivu. Hatutaki, hatutaki habari ya kusikia fisi kashambulia mtu, hatutaki. Kwa hiyo hata hao ambao tumewaona huko wawe ni wabinadamu anawafuga au wawe wametoka maeneo ya hifadhi, wamekuja hapa mjini, tutalazimika kuwarudisha walikotoka kwa njia ambazo ni salama zaidi. Tutafanya operation ya, kud, ya kusaka fisi ambao wako hapa mjini, maana sio kawaida pia fisi ana halmashauri ya mji. Fisi anafanya nini halmashauri ya mji? Anafanya nini fisi? Maana fisi tungesikia wapo Pori la Akiba Maswa, huko Ihusi, Mwasinasi, e, Mwasilimbi, huko Matongo, Gilia, Mwauchumu na maeneo mengine. Sawa, fisi hapa mjini anakuja kufanya nini? Kwa hiyo kila mwenye fisi wake, maana nawajua shemeji zangu nyinyi na wakwe zangu nawajua, wapo ambao wanafuga fisi kwa imani zao wanazozijua. Ni wasihi sana kama yupo mtu anafuga fisi wake, ukamsalimishe haraka sana, kabla sisi hatujaingia mzigoni. Tumeelewana ndugu zangu.